Siasa tayari mchango wangu katika taifa ni, imefikia mwisho e, kwa hiyo lakini kwa sasa nasema siasa napumzika. Hilo ndio la msingi kwa sasa ukweli. <coughs> nimepitia changamoto nzito kidogo kwenye uchaguzi huu. Ninaweza nikasema ni uchaguzi wa aina yake. Mimi toka nimeanza siasa e, ya vyama vingi, kwa kweli uchaguzi huu kwangu umekuwa wa tofauti tarehe tulikuwa kwenye uchaguzi na mimi nilikuwa mgombea kata ya Mkongobaki ule wa Ludewa. Aa, nilikuwa mgombea kupitia chama cha ACT Wazalendo nafasi ya udiwani na, na tumefanya kwanza kampeni vizuri sana kwenye kata yetu tumemaliza. Ee, siku ya uchaguzi hakukuwa na vitu ambavyo inaweza nikasema kwamba viliharibu mchakato wa, uch, wa upigaji kura hakukuwepo na kulikuwa na amani ya kutosha kabisa ni tofauti na maeneo mengine kama ma polisi walitumwa wengi, lakini kwa kweli kulikuwa kulikuwa kama siku ya kawaida. Tumemaliza tarehe ishiri na tisa, mgombea na maugombea na mimi nilikuwa mtu wa kwanza kupata matokeo, kwa sababu hakukuwa na vituo vingi, kulikuwa na vituo kama saba tu kwenye ile kata, maana kwa ni kijijini na mimi nilikuwa nimejipanga kwamba kama tunashinda tutoe matokeo yetu mapema sana, ili kushinikiza tume. Kwa hiyo niwaambia mawakala wafanye kila inayowezekana kutoa majibu mapema sana, ili nikijumlisha kumeshinda, tuwaambie wananchi tuanze kusherekea. Kwa hiyo mgombea yule, mgombea mwenzangu upande wa CCM, manake vilikuwa vyama viwili, esti wazalendo na chama cha mapinduzi e, mgombea upande wa CCM ni mkwe wangu, nilikuolea mwanamke mkwe wangu kwa hiyo matokeo mpaka saa moja na nusu mimi nikawa nimeyapata. Nilivyopata nikaona kwamba mimi nimeshindwa, nime na hakukuwa na hila yeyote, ila labda chama hatukujiandaa vizuri, kwa sababu kama CCM walijiandaa vizuri. Wale wasioweza kupiga kula walikuwa nasafirishwa wali na pikipiki, walijazwa sana mpaka wagonjwa walioenda. Sasa hiyo maeneo hayo sisi hatukujiandaa sasa hiyo tarehe ishirini na tisa uchaguzi ukiisha vizuri, na nikamwambia mgombea nikamkumbatia nikampa hongera nikaenda kwa msimamizi wa uchaguzi e, nikamgongea alikuwa amejificha kidogo, alikuwa na hofu, lakini akasema uwe na amani. Mimi ni, ni, ni mgombea wako. Nikamwambia mimi nimeshajumlisha matokeo nimepata, mgombea mwenzangu ameshinda, mpeni cheti ameshinda, hakuna shida. Yote ile hiyo tarehe ishirini na tisa. Tarehe 30 nilishinda nyumbani, maana kule ni nyumbani nilikozaliwa, huko ni kama ni mtu wa muda ambao nina miaka 20. Hiyo ni kata gani? kata ya Mkongobaki wilaya ule ya Ludewa tarafa ya Liganga. Kwa hiyo tarehe 30 ilikuwa ni siku ya mapumziko, nikiongea ndugu na jamaa, kulipalipa na mambo mbalimbali, unaclear mambo ya uchaguzi umeendaje. Tarehe 30, tarehe 31 nikamwaga mama, niliona ajabu, barabara nzima hakukuwa na magari kabisa. Kweli ile siku ilikuwa shida, tunakuja tunaongea, tunashangaa. bendera za CCM walishusha sana njiani, mpaka namwambia mbona huu um, mtu namjua kuna bendera, lakini mnavyoongea unahusiana na eneo mengine. Basi ilikuwa ni taharuki kwamba kulikuwa na alama ya chama cha mapinduzi, kulikuwa na shida kidogo. Nilikuwa napata taarifa, hata wasanii walikuwa na support, kampeni za upande wa CCM zilipata changamoto, kwa hiyo walishusha sana, magari yakawa hamna. Nimetoka Mkiu mpaka nafika Luponde tulizikuta bodaboda Tutu. Njia yote magari ya mizigo makubwa ma, ma, matatu na tani mbili moja, njia nzima hakuna basi, njia ni nyeupe. Kwa hiyo tumekuja mpaka tunafika Uwemba. e, nafika Uwemba hapa kwenye kwenye hapa kwenye, kwenye. Kwenye, kwenye geti nasimamishwa na askari e, ilivyosimamishwa nikaona anatokea askari aliyevaa koti ndani combat za askari nani jeshi la polisi, anasema gari hili limebeba watu hatari sana i, lina watu hatari sana, lipeleke tuo cha polisi pale pale, hatua chatu nikapokea dereva apeleke tuo cha polisi pale, pale, polisi. Ninapopeleka tuo cha polisi niligundua kuna askari kanzu ni wengi sana wasio walikuwa na, na, na, na, na, na mavazi walikuwa wengi sana zaidi ya kumi hata ishirini kwa hiyo gari likazungushwa likaingia tuo cha polisi, amri ikatolewa kwamba wanaume wote washuke. Wakaanza kushuka mtu wa kwanza mimi, nilipanda siti ya mbele, mtu wa pili, wa tatu ni kwa mimi sasa. Nilishangaa anavyoshuka mimi, askari ananishika begani, anasema hii ndio teni yenyewe eh. Sasa nikajua labda mimi ndio nilikuwa natafuta. Kwa hiyo nikushuka pale, nikafanywa kafanywa upekuzi eh, walifanywa upekuzi wa chachi ni kama kitu ambacho nilikuwa nakitaka tayari kipo E, nikaukwa chini ya ulinzi nikapokelewa simu, na bahati nzuri muda huo kaka alikuwa ananipigia simu, ndo namwambia, ndo nimekamatwa hapa, na yeye kumbe ana taarifa nilikuwa na, na, natafutwa. Nikasema ndo nimekamatwa hapa, napelekwa wapi sijui. Kwa hiyo ile simu sikumaliza kuongea, simu zote zikawa chini ya jeshi la polisi. Kwa hiyo nikatoka nje, nikaona kuna gari kruza ya mkoani pale imesogea pale, ya mpelelezi mkuu nani, mpelelezi wa mkoa imesogea pale wakaniingiza ndani, kukawa maaskari jumla saba pamoja na yule dereva, wote ni askari. Simu zile penuni wakaanza kuziangalia kufuatilia na wasiana na nani, walitumia kama dakika kumi, waliwasiliana waliangalia wali mawasiliano yangu ya kila maeneo, password zile wakasema nizitowe, zikavunjwa pale zikatolewa lock ili waweze kuingia kila maeneo waliingia kwenye simu zangu zote ndogo na kubwa, lakini kubwa ndio akakomana nayo zaidi. tulipoitafuta lami, kituo cha polisi tulipita, kama sio cha kwetu, iliunga moja kwa moja, hatukutoa taarifa yoyote ile hasa. Nikasema hii ni shida, kwa sababu kama ni kitu cha usalama, nilianza kuhofia hata, kwa sababu hapa ndo kituo cha polisi na mimi lazima wajue mimi ni mkazi wa hapa. Kwa hiyo ilipitiliza kufika mpaka mbele, Lulanzi kule mbele kidogo, tunaingia njia ya kwenda kule Wangingombe Igwachanya njia lami tulitembea muda mfupi sana mpaka kufika kule kama saa nane. Ulijisikiaje ulipoona unapitiliza kituo cha polisi cha Njombe ulipo na kifahamu? Kiukweli nilianza kufikiria mambo mengi, matukio katika nchi yangu. Nilianza kukata tamaa, simu sina, hata ndugu nimwambie bwana nipo na polisi na sehemu fulani, simu sina naenda ambako sikufahamu, sina mawasiliano na hakuna anayejua, na hakuna kutoa taarifa naenda wapi. Nilizikuta hisia zote ambazo binadamu anaweza kuzikuta kutokana na madhia ambayo yanatokea kwenye nchi yetu. Tukafika kituo kile cha Wanging'ombe, kulikuwa na ulinzi mkubwa sana kutokana na siku zile. E, akashuka yule mkubwa akaenda kuripoti pale, wakaja kunichukua. Tunasogea pale, askari walikuwa wengi sana na silaha. Wakauliza huyo vipi, wakasema huyu ni mwananchi tu kama kawaida. Baada ya hapo, kwa kweli hawajanipiga mpaka nimerudi, sikupigwa, sikusurubishwa siku, vitu vya vya kinyama sikufanywa, ila tu mazingira yalikuwa nitia hofu sana, nikashuka wakanipeleka lock up na kwa hiyo selo ile ilikuwa ya kwangu peke yangu, sio kwamba watu wengine walikuwa waje. Nilikuwa nasikia ile ile ile ile ile ile, kituo cha polisi kina kina selo nyingi, watafika selo zingine hata wajaye, nafikiri, ila mimi ilitakiwa niwe peke yangu. Na nikaanza kusema kwamba hata nikipotea, maana yake mahabusu kama anakuja nakuja anadhaminiwa, si atasema saga saga yupo ndani? Maana yake walitaka wasijue yeyote yupo pale. Sasa sijajua ni kwa walikuwa na nia mbaya au kwa ajili ya usalama wananchi wasichome kituo cha polisi, mimi sijajua, ila mazingira yalikuwa yalikuwa kwa hiyo tarehe thelathini na moja nilikuwepo pale, tarehe moja nilikuwepo pale, tarehe mbili nilikuwepo pale. Basi nikabaki hapo tarehe tatu. E, nashukuru hiyo tarehe tatu anaapishwa rais, nilipewa kama faraha kidogo, angalau kitu kizuri. Nilitolewa nje kwenye sebule pale nikala chai na maskari. Nishukuru sana chakula, nilikuwa napata chakula kizuri sana Inatoka ikuru hizi. na chenye ulinzi mkubwa sababu askari ambaye analeta ile chakula alikuwa haruhusiwi kumpa askari mwingine anipe mimi. Kwa hiyo nafikiri alikuwa maagizo rasmi, ili Sagasaga asizulike: Hakikisha tuliokupa chakula unampa mwenyewe na unamsimamia, akizulika ni wewe. Niliona hiyo mazingira. Kwa hiyo tarehe tatu anaapa rais, nilikuwa naangalia na, na nikarudishwa ndani tarehe nne, tarehe tano nafikiri kelele za wananchi na wa vyombo vya habari labda zilisikika na chama changu, ndo nika nikahamishwa. Sasa nikaja kituo hiki kabla ya kukufikisha kwenye kituo hiki na wao wamekupeleka kule, eh, walishakwambia ni tuhuma gani ambayo imekufikisha katika mazingira hayo? Ehe, nashukuru sana, ndugu mwandishi wa habari. Siku ile baada ya mahojiano yote wamemaliza na simu, manake simu wamekaa nayo kutoka saa nane mpaka saa kumi na moja na kidogo, saa 12 wameangalia sana simu na yale mahojiano mafupi. Yule mkuu wa msafara, ile ni jioni kabisa, saa moja na kidogo hivi, alitoka kwenye selo za watu wengine akapita eh, akasema Sagasaga, vipi? Akasema safi, ndio akanipa. Akasema bwana, tumekukamata tunataka tufanye mahojiano tujiridhishe, maana tulipata taarifa ujio wako Njombe kwamba unataka uunganishe vikundi vya watu wa wanne, watano, sita kuhamasisha juu ya maandamano. Kwa hiyo tunataka tujiridhishe hilo. Ndio hayo aliniambia hilo e, aliniambia. Kwa hiyo tarehe tano, baada ya siku sita, ndio nilirudi niri, kituo cha hapa, lakini familia yangu haikuwahi kutulia, kuzunguka kila kituo cha polisi mpaka ofisi za mpelelezi wa, wa mkoa kila maeneo majirani, chama changu ngazi ya wilaya, ngazi ya taifa e, vimenifanya mimi nifanye nini, niwepo uraiani. Ili ni, nashukuru sana. Na labda ukamatoaji ule mimi sijui nia kama ni kwa ovu au nipi. Ukamatoaji ule labda kuwa na watu wengi, siwezi kusema e, lakini mimi na ninachokiona kingine, nina mahusiano mazuri na viongozi wa serikali E, iwe wa wilaya hata wilaya ya hapa ya Njombe wilaya ya Ludewa, mkuu wa mkoa ni rafiki yangu na ni moja, mimi nasema ukweli, sisi kama Njombe tuna bahati kupata kiongozi kama huyu, na huwa anawaambia watu tumtumie vizuri kwa hiyo kukiwa na changamoto mbalimbali namshirikisha na hata kwenye vikao hajawahi kutubagua. Kwa hiyo mkuu wa mkoa anajua mimi sio kibaka sio mtu hatari kiasi kama vile ni nahisi kwa sababu ndio anayesimamia mambo ya ulinzi na usalama kwa mkoa, nahisi mimi uwepo wangu salama nahisi, na, na, nahisi mimi mkuu wa mkoa amechangia. Sasa angekuwa kama kuja mkuu wa mkoa mwingine mpya akasadikishwa mambo ya uongo hayo, nchi waliopotea ni wengi E, mimi na mimi namshukuru tu hajasema, ila namshukuru. Nahisi kama sio yeye, basi kamati yomezunguka, kwa sababu yale mazingira, ukamatwaje, ilionekana kama ni mtu hatari, yani alikuwa anatafutwa, yani Saga Saga mwenyewe alikuwa natafutwa, kwa sababu zile simu wanaongea polisi wale, wanaohusiana na watu wa Mbeya na watu wa Njombe, yani jinsi walivyofanikiwa, nilionekana alikuwa natafutwa Saga Saga mwenyewe. Hata nikimkuta mimi namwogopa yani, ni mtu ambaye ni hatari yani, walivyojipanga kunitafuta. E, ni mtu hatari, lakini mi sio hatari vile. Mi ni raia mwema, ni raia mwema na sijapanga maandamano, na sijafundishwa. Hata chama changu hakijatufundisha maandamano. Kwa hiyo unadhani ulistahili wewe kukamatwa kupitia hili ambalo limefanyika? Hapana, Sikutakiwa, na kama ningekamatwa hata kupigiwa simu, mimi naenda. Mimi natii sana serikali, unaona. Napigiwa simu jambo lolote la polisi, ningeenda. Haingetakiwa serikali itumie gharama nyingi, magari haya, mafuta mengi kiasi kama hiki, ulinzi mkubwa kama wa rais, kunikamata mimi hakustahili. Mimi ningepigiwa simu, ningeenda. Serikali yangu inanilinda, ningeenda. Ukamataji huu na maandamano hayanihusu kama wanahisi kuna chama kilipanda maandamano. Hey, ACT haikupanga maandamano, imeshiriki uchaguzi, imeshiriki imesaini kanuni za, ma, za maadili ya uchaguzi. Kwa hiyo kikubwa sana sasa kwetu hii na ninaamini hautokuja kutokea uchaguzi kama huu kwa sababu hata Chama cha Mapinduzi wenyewe wanaona athari walizozipata kwa sababu so, umekuwa mbunge lakini bado unahofia mali zako, unagombea huku unahofia haya maisha, si watanzania hatukuyazoea. Sasa hili kwetu ni, ni somo rais wetu awasikilize Watanzania. Mimi umri wangu sijapata kuona historia baada ya uhuru kipindi ambacho watanzania wamepoteza maisha na mali kama utawala huu. Kwa hiyo kuna kadoa kidogo, mama yetu akaponya kadoa kifupi. Mimi hapa ni mfungwa, yaani tukinyosha maelezo ni mfungwa wa miezi sita. Ehe, jambo la kwanza sababu mwanasheria wa serikali leta hoja ndogo kwamba ya kututaka kwamba kama tutakubaliana ndani e, ya miezi sita tusifanye kosa lolote ndani ya miezi sita, sisi tuwe wa kwanza kuhakikisha amani ipo ndani ya miezi sita, kila Jumatatu ya mwezi unapoanza turipoti kituo cha polisi, ndani ya miezi sita, ninapotaka kuondoka mkoa wote lazima niliripoti kwa RCCO, mpelezi wa mkoa e, nisivunje na bondi iliyowekwa ya milioni moja ya maneno kwa hiyo nikiyafanya makosa kuto kuripoti, kuondoka kwenye mkoa wa bila taarifa, nitalipa milioni mia na kesi tafunguliwa. Waliuliza kama tutakubaliana. Kama tusingekubaliana, maana yake ungefanyika mchakato sasa, maanake tungeendelea kubaki ndani sasa. Hii dola hii ni serikali, unajua, unaandaliwa yataandaliwa mashtaka ya aina gani. Ilibidi tukubaliane, na hichi ni kifungo cha miezi sita, japo mpaka sasa kesi yangu imekaaje? hamna nilichotaka na kuona mimi nionane na ndugu zangu familia basi. Kwa hiyo mimi ni mfungwa miezi sita, nisijishughulishe. Ndio maana mi magrupu yote nimetoka, sizungumzi siasa, nimebaki na grupu la Yanga tu, huko tunazungumza mambo mpira. Mtu jana yenyewe alikuwa anasema mguru mchemba na nikisema ah, nakuondoa mimi ni admini. Kwa hiyo, hiyo niwafungwa ni, ni mpaka sasa miezi sita, mpaka mwezi wa tano mwaka. Nini mustakabali wako wa kisiasa? Kwa kweli siasa tayari ina, ina, ina, ina, ina, mchango wangu katika taifa ni, imefikia mwisho e. Kwa hiyo mimi ni mwanachama chama cha Wazalendo, lakini siwezi kuwa mbele sana kama zamani e, kugombea manafasi mbalimbali. Hapa nataka nitulie na familia yangu nilee familia yangu e, nifanye mambo yangu e, ninajua yanaweza kutokea mazingira rafiki yawezekana kuna maridhiano mazingira mazuri yakashawishi hayo, siwezi kuzungumzia, lakini kwa sasa nasema siasa napumzika, hilo ndio la msingi kwa sasa hayo. Kama kuna vishawishi vitakuja baadaye, hapana. Hata, hata jamii itanishangaa kurejea uraiani kwa mazingira ambayo nipo halafu narudi tena huko. Kwa kweli, hapana, siasa mimi. Nashukuru e, wale wanaojua mchango wangu watanienzi na nimepanda kizazi kingi sana, wanasiasa wengi Njombe na maeneo mbalimbali watafanya. Kwa hiyo mimi siasa kwa inapumzika sasa hivi, nataka kufanya mambo yangu, sitaki ugomvi na serikali na wanasiasa wengine, nataka kupumzika, tunaongea mambo mengine, kujilimia mimi. Ni daktari najifanyia shughuli zangu basi, maisha ataendelea. Nashukuru um, nimeongea na, nime na katibu mkuu leo, nimempongeza kwa kuwa wameshinda e, vyama vingi, akishinda anavyogombea analete anategemea, mategemeo matarajio kwa wananchi. Akishinda anataka chama kinufaiki. Mimi naomba tuna wabunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, nane bara na visiwani, wawatumikie wananchi, wawatengenezee uaminifu. Wakitengeneza uaminifu kwa wananchi, wananchi watakiamini hiki chama watakiamini chama. Kwa hiyo mimi niombe tu niseme hiki chama ni kizuri na wamenipigania sana kiukweli. Siwezi kutoa doa lolote lile. Najua wataumia sana. Mimi bado nitakuwa mzee tu kwenye chama kuongea. Kwa kweli wale walioshinda udiwani, ubunge waende kwa wananchi, wajitofautishe na vyama vingine vyote ili wananchi wakiamini chama.